ITV imeshuhudia umati wa watu waliofika kujionea boti hiyo katika siku ya 12 barabarani kuelekea jijini Mwanza ambako imelazimika kulala katika eneo hilo ili kuendelea na safari hapo kesho. Baadhi ya mashuhuda hawa wametoa maoni yao huku wengine wakishindwa kuzuia hisia zao. Tumefurahia sana mama. Tunampongeza mama, tunampongeza kwa kupeleka tuna boti ya uokoaji maana tunajua kama kama hiki hakipo Mwanza. Kwa hiyo tunampongeza mama tunampa mitano tena. Mwanamke mwenzetu akawawezesha watu wa kule ambao wanaliri na mambo haya ya maji. Kwa hiyo tunampongeza sana mama katika hili vile vile. Tunafurahi na sisi wakazi wa Iringa tumepata ukiona, ama tulikuwa tunafuatilia sana kwenye simu eh, yani nimefunga safari nje kuangalia. Nampongeza mama kwa kutuletea boti hiyo ya uokoaji, na inaelekea Mwanza. Kwa kweli ni boti ya kwanza, ukifananisha Mwanza na maziwa mengine, Mwanza kwa kweli wamepata wamepata baraka Towa no, Mungu oh, nampongeza sana mama kwa kazi nzuri anayoifanya. Nashukuru na sana kwa upendo na mama anaotuonyesha kupitia vitabu mama Samia, sisi hatuna cha kusema ila tunasema mama, mama Samia, mitano tena, tunampa mitano tena mama, mama Samia kwa wema anaotuonyeshea, anajali wananchi wake. Sisi hapa hatuna cha kusema. Silvanus Kigomba, ITV Iringa.